2030. Madini ni maisha na utajiri. Serikali ipo mbioni kutambulisha leseni mpya ya uchimbaji wa chumvi ili kuiondoa chumvi katika kundi la madini mengine na hivyo kuchochea ukuaji wa tasnia ya, ya uzalishaji chumvi nchini Tanzania. Hayo yamesemwa leo jijini Dodoma wakati wa kikao cha waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde na uongozi wa chama cha wazalishaji chumvi Tanzania TASPA, kikao ambacho kimelenga kuboresha sekta ya madini kupitia tasnia ya chumvi, amesema Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan pa maelekezo mahususi kuwezesha wachimbaji wa madini na uzalishaji wa madini chumvi nchini ili kuchochea ukuaji wa sekta ya madini. Serikali imesikia kilio chao cha muda mrefu cha uwepo wa leseni moja ya uzalishaji wa chumvi ambayo itasaidia kumwendeleza mzalishaji chumvi kwa kupunguza gharama za uzalishaji na kuyaondoa madini chumvi katika kundi la madini mengine. Ameelekeza kuanza mara moja mchakato wa mabadiliko ya sheria ili kuruhusu uanzishwaji wa leseni maalum ya uzalishaji chumvi ambayo pia tozo yake kwa hekta iangaliwe ia upya kufikia elfu ishirini kutoka kiwango kilichopo sasa. Amefanua kuwa dhamira ya serikali ni kuona wazalishaji wa chumvi wanaongeza tija na kufikia hatua ya kumiliki viwanda vya uchakataji na usafirishaji chumvi nchini ili chumvi yetu iwe yenye ubora na ushindani.